Suna si uzushi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa munampenda Mwenyezi Mungu nifuateni. Lakini wenye hawa wenye kufuata hawa za nafsi zao na maslah make, matatizo mawili ndio yanaofanya watu kupinga suna za Mtume salawatullahi wasalamu alaihi. Moja ni kufuata hawa za nafsi yake, mtu apinga suna kwa kufuata hawaya nafsi yake. Apinga suna si kwamba yeye yuwapinga suna, ndani ya dhamira yake ajua suna ndio sawa na ndiyo haki, lakini hawezi kujitokeza kwa shajaa kusema hii ndiyo suna ya mtume tuifuate kwa sababu ya kuchunga maslahi yake ya kidunia. Kwa hivyo nataka ujue wewe, unaipinga sunnah ni mmoja katika watu wawili, ima unaabudu hawa yako, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa. Waonaje yule ambaye ametukua yale matamanio yake akayafanya ndiyo mungu wake anafuata hawa ya nafsi yake au unafuata, unafuata maslaha yako. Kwa hivyo unapinga sunna ya mtume salawatullahi wasalamu alaihi, na kuzusha maneno ya urongo kuwasingizia watu wanaofuata sunna kwa sababu ya kulinda mikao na maslahi lakini ataka uweke hili katika akili yako, wewe unaipinga sunna ya mtume salawatullahi wasalamu alaihi wewe unaupinga kitabu cha mwenyezi Mungu subhanahu wataala, kwamba sunna itabaki hata ikifuatwa na mtu mmoja na itabaki sunna, ndiyo haki, hata ikafuatwa na mtu mmoja. Wingi wa watu haitokuwa hata siku moja kuwa ndio sawa, kwa sababu ya wingi wao na wala uchache wa watu haitobadilisha ile haki kuwa ni batili, kwa sababu wafuasi ni wachache. Kwa hivyo hii silsila ni ya kutaka kukutoa wewe unayefuata hawaya za nafsi yako. Muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wacha kutafuta taalilati katika kuipinga suna za Mtume salawatullahi wasalamu alaihi utakosa mwisho mwema, na wacha kuangalia maslaha ya kidunia, dirhamu na dinari umutaziacha hapa hapa duniani. Akhera kila mmoja atakwenda na amali yake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie ni ansari sunna.